Na baada ya ligi kuu ya Tanzania NBC Premier League kutimwa vumbi Simba Sports Club wamekoya ndege na kwenda kule Angola kuifata Petro di Luanda kwa ajili ya kushiriki nao kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Na hii ikiwa ni mkondo wa pili wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwani, tukumbuke kwenye mchezo wa kwanza dhidi ya Simba na Petro di Luanda ambapo Simba alikuwa mwenyeji, mchezo ulipigwa pale Benjamin William kwa Mkapa ambapo Simba Sports Club walikubali kichapo na kupoteza mchezo huo kwa goli moja kwa bila. Sasa mechi ya pili inapigwa kule Angola, ambapo Simba Sport Club leo hii wa, leo wamepanda ndege na kwenda Petro de Luanda, na Simba Sport Club wamesema baada ya kufika pale vitu ambavyo wamekutana navyo. Je, Simba unataka ujue wamesema ni vitu gani? Endelea kukaa nasi mwanzo mpaka mwisho na nikukumbushe tu wewe kama ni mara yako ya kwanza unatuangalia na ni mgeni hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Kwani hivi ndio vitu ambavyo tunavileta hapa Tubone Media. So ukisubscribe na kubonyeza alama ya kengele utakuwa umejiunga kwenye familia hii ya burudani na michezo. Sasa turudi kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika ambapo unakutanisha vigogo viwili wa soka hapa Afrika. Tunazungumzia Simba Sport Klabu na Pedro di Luanda ya kule Angola, ambapo mchezo wa kwanza ulipigwa hapa nyumbani, Simba walikuwa nyumbani, lakini walipoteza mchezo huo kwa goli moja kwa bila. Sasa mchezo wa pili unapigwa kule Angola zidi ya Petro di Luanda, lakini Simba Sports Club kwenye ukurasa wao wa Instagram wameposti kwamba wapo wanaendelea na mazoezi, na wameposti picha zikionesha wachezaji wameshaanza kupasha kwa ajili ya kuwakabili Petro di Luanda kwenye mchezo wao wa ligi ya mabingwa barani Afrika, na ukianza kuangalia kwenye msimamo wa kundi D ambapo unakutanisha timu nne, ambapo ni Petro de Luanda, Simba Sport Club na Stade Melin ya kule Mali, ambapo ukianza kuangalia kwenye kundi la Simba, Simba peke yake ndo ana alama, sif, ana alama moja mpaka saa hizi ambapo walitoa mbili mbili na Experience de Tunisia huku nyumbani alilazimishwa sare ya goli mbili kwa mbili. Hivyo basi Simba ana pointi moja mpaka sahizi, lakini ameenda kule Angola kuvaana na Petro di Luanda kwa ajili ya kufata pointi zingine. Je, wewe kama shabiki wa Simba, wewe kama shabiki wa michezo unasemaje? Je, Simba Sport Club wataweza kutoboa kwenye hili kundi na kuenda hatua nyingine? Kwa maana wamebakiwa na michezo miwili na yote ni migumu kwao na wanastahili kushinda hiyo michezo. mchezo, mchezo, mchezo ambao umebakiwa ni huu ambao unaenda kuwakutanisha na Petro de Luanda, lakini wapo ugenini. Je, Simba Sport Club wataweza kupata matokeo angali? Nyumbani walipoteza kwa goli moja kwa bila. Tukutane kwenye comment hapo, so hakikisha umecomment nini maoni yako, nitasoma kila comment, na nikukumbushe tu tena, wewe kama mpenzi msikilizaji, unatusikiliza kwa mara ya kwanza, usisahau kusubscribe. Mimi ni Tubone Media, hadi wakati mwingine, keep watching, bye bye.